Najaribu kuvaa kiatu cha Muhammad Salah kinanishinda, na, na kivua. Bwana mkubwa hajui la kufanya wala kufikiria, yanamkuta anamchosha, haoni ni nani wa kumsaidia. Akiwaza kumchukia bwana mdogo Alexandra Isaac, mawazo yake yanashindwa kutimia. Anagundua amechelewa, kumbe Nuno Mendes na kaka yake Dembele ndio angeanza kuwachukia. Lakini kabla ya kuamua, kumbukumbu -kumbu za Ryan Hadi zinamjia. Maskini, amchukie nani? Ampende nani? Anakosa jibu, anaamua kupotezea momenti hii. Inafanana na kisa cha bwana mmoja aliyefahamika kwa jina la Mayaya. Wakati fulani, bwana huyo alipata bahati ya kupanda ndege kwa mara ya kwanza. Baada ya kupata ratiba ya safari, usiku wa kuamkia siku ya safari, jamaa alioga na kuvaa tayari tayari kwa ajili ya safari, akakesha usiku mzima, ili asije akachelewa kuwasili kituoni lakini ilipobaki saa moja kabla ya muda wa safari, ndugu yule akajisemea moyoni, ala, walau nilale dakika zangu ishirini ili nipunguze uchovu wa usingizi nilionao, kisha niamke niende kituoni. Oh, maskini jamaa alilala kwa muda mrefu zaidi ya ule aliojiwazia, na alipofika kituoni akajikuta ameachwa na ndege. Kumbe ni kweli, unaweza ukaoga na usiende mjini. Da, hivi ni kipi Mo Salah msimu huu hajafanya? kwenye ligi amecheza michezo 29, amefunga mabao 27, ameasisti mara 17, amekuwa na, na msimu bora sana, lakini cha kusikitisha dakika za jioni kabisa za msimu ubora wake umeingia doa. Ilishangaza sana dunia Liverpool ikotolewa kwenye michuano ya FA Cup na timu ya Plymouth. Kabla mshangao huo kuisha, PSG wakapiga kwenye mshono, Liverpool out of UEFA Champions League. Wakati wanajipa moyo aliyopita amepita tugange yajayo, Newcastle United wanawambia hamna cha kuganga zaidi ya njaa da. Jahazi la matumaini ya Salah na Ballon d'Or limezama kina. Kama ni giza basi limetanda mbele ya jua wakati wa mchana, msaada wa tochi mahali hapo hakuna. Du kweli, Salah na mayaya tofauti ni majina. Inasikitisha sana kupoteza vikombe viwili vya thamani ndani ya siku zisizopungua tano. Ni super Super Trove. Mwandishi ni Emmanuel de Gratis. Imesoma kwenu na mimi Dennis Dinominator. Endelea kutofolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.